Tuna ligi moja ngumu kweli kweli. Kuna ligi moja ngumu sana season hii tena hapa, ndugu zangu, waandishi wa habari. Kakan Karimu Bwemana atanisamehe kama anaingilia majukumu yake, lakini sisi waandishi wa habari hatuitendei haki ligi yetu ya Tanzania. Kama anawakosea na nyie, mtaniwia radhi lakini hili siwezi kulifumbia macho. Hatuitendei haki ili, ona nazungumza jambo la kutendea haki. Mako Mzumbe, kazima kamera, shida hiyo hapa hapa. Mmeona shida ilipo kwamba stori ya ligi kuu hatujaifanya kuwa na thamani. Story ya ligi hii ya mwaka huu ni ligi ngumu kwelikweli lakini hatujaipa thamani inayotakiwa ipewe. Sisi ni mahodari kusema ligi yetu ni ya tano, lakini hatujui kwa nini ligi yetu imeshika nafasi ya tano. Hatuzungumzi.